Wizara ya Kilimo ilitenga shilingi bilioni 58.2 katika kipindi cha sasa cha kifedha, licha ya wizara hiyo kuitisha shilingi bilioni 106. Waziri wa kilimo amesema nakisi hiyo ya bajeti inaweza kukidhiwa kupitia uwekezaji wa sekta ya kibinafsi, akitoa wito ushirikiano zaidi wa sekta ya kibinafsi na ile ya umma ili kuongeza uwekezaji. Kagwe amehimiza magatusi kubuni sera zinazotilia maanani matakwa ya wawekezaji ili kuvutia uwekezaji wa sekta kibinafsi katika kilimo. Unless and until the private sector is infused, joins agriculture with a passion we cannot achieve because the private sector will provide the resources required, the capital input that is required in agriculture. It will provide the human resources that are required in agriculture Wakati huu huu, waziri wa fedha John Badi amesema serikali inazidi kutumia soko la dhamana za mashirika ya humo nchini ili kufadhili nakisi za bajeti mwaka huu wa fedha kama sehemu ya juhudi ya kuepusha uhaba wa fedha na kufufua miradi ya maendeleo iliyokwama. Uh,

Hatimaye, wadau katika mnada wa majani chai huko Mombasa wanataka mizozo kati ya Kenya na masoko muhimu ya zao hilo gaibuni itatuliwe. Mkurugenzi mkuu wa muungano wa wadau wa biashara ya majani chai Afrika Mashariki, George Omuga, amesema kufungwa kwa masoko muhimu kama vile Sudan kumeathiri mauzo na bei ya majani chai, hivyo ipo haja ya kutafuta masoko mbadala barani humu ili kuepusha hali ya kukosa soko la uzaji zao hilo.